Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Sikudhani Yasini Chikambo, ni mbunge wa viti maalum CCM, lakini ni mkazi wa jimbo la Tunduru Kaskazini lenye kata 24. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa jina naitwa Tauhida Kalos Nyimbo, ni mbunge mteule kutoka mkoa wa Magharibi Zanzibar. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa jina linaitwa Ali Mirza, mbunge mteule jimbo la Kembe Samaki, CCM. Mheshimiwa mwenyekiti, naitwa Joseph Zakarius Kamonga, mbunge wa jimbo la Ludewa, CCM. Mheshimiwa mwenyekiti, naitwa Haidarali Hussein Gulamali kutoka jimbo jipya ya Ilongero. Wana Singida wananiita Basima, wana Dodoma wananiita Shindi Shindo, asante. Mheshimiwa mwenyekiti, naitwa Clayton Revocatus Chipando Kigoma, wananiita kibarabara, ni mbunge kutoka jimbo la Kigoma mjini, niliangusha mbuyu. Mheshimiwa mwenyekiti, naitwa Mhandisi Mwanaisha Ulenge, mbunge mwakilishi wa wanawake wa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, majina yangu ni Profesa Pius Zebe Yanda mbunge mteule wa jimbo la Buhigwe mkoa wa Kigoma kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, kwa majina anaitwa Naomi Duncan Mwaipopo mbunge mteule viti maalumu kutokea mkoa wa Kigoma kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Timotheo Mzava mbunge mteule wa jimbo la Korogwe Vijijini, Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Zena Maulidi Katambo mbunge mteule viti maalumu mkoa wa Lindi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Janet Peter Pinda ni mbunge mteule wa viti maalumu kutoka mkoa wa Katavi kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Florence George Samizi ni mbunge wa jimbo la Muhambwe kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Nancy Hassan Nyalusi mbunge mteule wa viti maalum mkoa wa Iringa. Mheshimiwa mwenyekiti